Habari ya ndugu wapenzi watazamaji wa kilimo ni Fursa TV. Kwa majina naitwa Baraka Batson Mgeekwa. Leo nataka nioneshe siri mojawapo ya kufanikiwa katika kilimo cha nyanya au ni kilipi sisi wengine kwenye kilimo cha nyanya tunafanikiwa. Siri namba moja ni kuchagua mche mche bora na mbegu bora. Kwa mfano mimi, hapa natumia mbegu bora zinazotokana na kampuni bora ambazo zipo hapa nchini. Kampuni namba moja ni East West Seed inazalisha mbegu ya imara na dhahabu F1. Hizi mbegu zote ni nzuri na ni imara nazozalisha mbegu kwa usadi wa hali ya juu kabisa. Kwa mfano miche kama hii toka nimewatika na ninaleta shambani kwako leo hapa. Shambani kwangu leo leo hapa hapa kwangu ina almost wiki tatu. Unapoona hizi wiki tatu, maana yake kwamba mche huu umesha kuwa mkubwa na toka anavyopanda hauna shida yoyote. Sifa ya, ya kuwa tajiri katika kilimo cha nyanya cha kwanza namba moja uchague mbegu bora ama miche bora ambayo inakinzana ina na wadudu mfano kama bakteria witi, kuna fungus, ugonjwa wa mnyauko na ugonjwa wa virusi na po, pamoja na ugonjwa wa kantangazi au ugonjwa wa wadudu mbalimbali akiwemo kantangazi, kavijeshi na wengineo wengi. Nyanya hii ninavyoiona ndugu, basi mtazamaji, mimi ni afisa kilimo ambaye nipo hapa katika chuo cha sasa teknolojia Musti, ninakuja kwako kukuonesha kwamba ni kivipi mbegu bora inanifanya mimi niwe tajiri kupitia kilimo cha nyanya kama unavyoona mbegu bora inafanya mche unakuwa salama na imara, lakini pia unasaidia kuwa na matunda mengi na kuzalisha kwa wingi, ambayo inapelekea wewe mkulima kufaidika sana kupitia kilimo cha nyanya. Nisiende mbali sana na niwe mzuri kwako, leo ninasema hivi, kilimo bora na kuwa na faida kubwa katika shamba la nyanya, ni lazima utumie mbegu bora ambazo zinatokana kwa makampuni bora, na miche hiyo bora inakinzana ina, ina na wadudu ikinzane na, na virusi ikimbizane na mgonjwa wa mnyauko pamoja na gonjwa wa fungus. Magonjwa haya yanakuwa ni changamoto kubwa sana katika nyanya mbalimbali mbali, ama kwa wakulima wengi ambao wanalima nyanya hapa nchini Tanzania. Mbegu bora wanapata katika kampuni mbalimbali hapa nchini, lakini mimi hapa napenda kutumia mbegu ya Dhahabu F1 pamoja na Imara F1 kutokea East West Seed ambao zinakinzana sana na magonjwa. Njoo nikuonyeshe kidogo. Unaona mche huu? Mimi hapa shambani una wiki tatu. Lakini mche huu sasa nimepiga dawa mara mbili kuonesha kwamba ni namna gani natumia gharama ndogo kuzalisha faida kubwa. Mche huu mpaka navyomaliza kuvuna nitapiga dawa mara saba, tayari hapa nimeshapiga mara mbili. Kwa hiyo ninapokuja kupiga mpaka mara ya saba tayari, ndio na, na, nakaribia kumaliza michomo yangu yote, ambapo sa, sasa katika hii kitabu nyumba itanisaidia mimi hapa sasa kupelekea wewe mkulima kuweza kupata faida kubwa sana na na kusaidia kutoa matunda mengi kwa sababu situmii gharama kubwa katika uzalishaji mali. Ndio kitu kingine nikupe siri. Siri nyingine ya, ya kuwa tajiri katika kilimo cha nyanya ni lazima utumie mbolea sahihi ambayo inakufanya wewe uweze kupata mavuno sahihi. Lakini pia sio hivyo tu, lazima utumie mbegu viuatilifu sahihi ili wewe uwe una, una mazao sahihi. Mimi peke yangu siwezi kufanikiwa pasipo vitu sahihi ambavyo vitanisaidia katika kilimo ni fursa. Kweli hakika kilimo ni fursa. Na je, upo tayari? Asanteni sana usisahau kutani on notification bell pamoja na kusubscribe. Asante. Bye.